Wajumbe wa kikao cha ushauri cha mkoa wa Njombe kwa kauli moja wamekubaliana mambo yafuatayo: mmoja, wamepokea mapendekezo ya kuligawa jimbo la Ludewa, na mapendekezo hayo yanateea kwenye vikao vya juu kwa maamuzi, kwa sababu sisi siyo waamuzi wakati wa kupata ndani wa hakuna kiasi ambacho wametoa wa, lakini wanaangalia kwa kwa hali ya ukweli wa kiuchumi. Wakati wa kupata ndani, tunaona kwamba trend inaenda vizuri, kwa maana tuna zaidi ya bilioni mbili. Kigezo cha tatu ni ukubwa wa eneo la jimbo husika, ambapo Ludewa inakaliwa kwa takriban ya kilometa za mraba elfu nane. Kigezo cha nne ni ni ni mipaka ya kiutawala, ambapo ambapo katika kugawanya majimbo hatuna mipaka ya kiutawala tunayoingilia. Kigezo cha tano ni jimbo moja moja kwa ndani ya ya ya wilaya au halmashauri mbili. Kwa maana sisi tuna halmashauri moja, kwa hiyo hizo tuna, tuna, tuna tume -tume. Kigezo kingine ni mpangilio wa maeneo ya makazi ya makazi ya watu yaliyopo mm -hmm. Ambapo makazi ya watu ambao kando ya upande wa barabara kuu wengine hapo maeneo ya makao makuu ya wilaya pamoja na fuke za Ziwa Nyasa pamoja na makazi mengine maeneo ya shambani. Pia uwezo wa ukumbi wa bunge, ili sasa ni maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, uwezo wa bunge. Uwezo wa ukumbi wa bunge. Kigezo kingine ni idadi ya wabunge wa, wa viti maalum wanawake iliyozingatiwa patikanaji wa njia ya mawasiliano na hali ya kijiografia ya eneo linalo kusudiwa kugawanya. Katika eneo hili ambapo tunaona kwamba katika wilaya ya Ludewa maeneo mengi hayana mawasiliano baadhi ya maeneo, lakini pia hali ya kufikika kwa maana hali ya barabara maeneo ya mambo. Baada ya majadiliano yenu, tumeona mnakidhi vigezo mkidhi vigezo. Mwenyekiti, tukiachana kigezo cha idadi ya watu. Vigezo vingine vinakidhi, lakini. Haya, asante. Shukrani kwa huwa tunakwenda ziara ame, mheshimiwa mwenyekiti, oi kikao chako kuwe na maombi maalum kupitia kupitia kikao hiki, hata kama baadhi ya vigezo havikidhi, lakini jiografia ya jimbo lile au ya wilaya ile ni ngumu sana. Ukienda kule ziwani kuna kata zaidi aiaga kitan sasa, ukiangalia jiografia ya jimbo lile, mheshimiwa mwenyekiti na kikao hiki, mimi nilikuwa naomba tuwakubalie mambo haya ili tuendane na ilani yetu ya kusogeza huduma kwa wananchi. ne imani yangu jimbo lile likigawanyika jinsi lilivyo Nimesogeza nimesogeza sana huduma na hata mtawala ambaye anahudumia lile jimbo, mheshimiwa mwenyekiti alivyosema hapa jiografia yake ni ngumu sana, ngumu. Yani katika jimbo ambalo katika mkoa huu lenye jiografia ngumu, namna ya kuwahudumia na namna ya kuwafikia, jimbo ni wilaya ya Ludewa. Asante kwa kunipa nafasi. Itifaki imezingatiwa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukweli tulivyokuwa tunajadili kwa maana ya Ludewa kuna vigezo tuliona vinatubana, lakini kigezo ni kimoja tu kama alivyosema mwenyekiti kwa maana tu ya ukubwa wa eneo lilivyo, kwa hiyo sisi hatuna kikubwa zaidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa sababu kama ni mtihani kuna vitu ambavyo vinatukaa, lakini kwa busara ya viongozi kuu kama mtuona jambo hili ni jema basi tunaomba na sisi tusapoti sana sisi tungeona kwamba jiografia ndio tubana zaidi. Bibi nimekaa mwambao na nimekaa milimani. Sasa hivi liko milimani mwambao, amesema kata tano, sio tano, sii pamoja naiwela kutokana <tus> na yenye hivi. Kwa hiyo ukitoka rubiru wachido, mkuu wa mkoa, mpaka rubila karibu na mpakani la lakela ni masaa kumi na mbili kwa boti na lazima uwe na lita mia mbili za petroli na lazima wawe na drevo wawili, moja haiwezekani. Ukienda kule na drevo moja hawezi kupita, akasema ii siwezi kabisa, safa ziara anii. Kwa hiyo kiuchumi natuasia hata kugea kuzunguka maeneo yote mpaka aje mfarasi aje aje basi mabara

Kwa hiyo ukijenga moja, unaona unaelewa, serikali kweli, sisi ndani ni ndogo wena tagaziwetu ya uchumi ni ndogo. Lakini tukipata halmashauri inaweza ikatupa akili ya kwenda karibu na wananchi na tukazalisha.